Umri umesonga kwa haraka. Jana tulikuwa watoto, tukiwa na matumaini, ndoto na nguvu zisizo na mwisho. Leo tunatazama nyuma na tunasema, Miaka imepita kama ndoto ya usiku. Lakini swali kubwa ni moja. Je, kadri miaka inavyoenda, tunaenda karibu zaidi na Allah au tunajiondoa polepole pole bila kujua? Maisha tunayapitia kwa haraka. Kazi, familia, majukumu, mitihani, Kupanda na kushuka. Wakati mwingine tunasahau kuwa safari yetu ni fupi, na mwisho wa safari ni kukutana na Mola wetu. Hebu jiulize kwa dakika moja, moyo wako uko wapi leo? Unapopata faraja unamkimbilia nani? Ukipata maumivu unamlilia nani? Na unapofanya maamuzi makubwa ya maisha, ni nani wa kwanza unayemshirikisha? Kila mwaka unaopita ni kama ukurasa mwingine unaogeuka kwenye kitabu cha maisha yako. Lakini je, kurasa zako zinaongezeka nuru au zinaongezeka giza? Kumbuka jambo hili, Allah yuko karibu kuliko hata mshipa wako wa shingo. Hajawahi kukuacha, hajawahi kuchoka kukusamehe, hajawahi kuchoka kukupokea hata kama wewe ulimgeuka mara nyingi. Labda umekuwa ukisema nitabadilika siku moja. Lakini siku moja ni leo, siyo kesho. Hata ukiwa umefanya makosa, umeshindwa, umeanguka mara mia, Allah bado anakuita kwa upole, njoo, mimi niko hapa. Kila swala unayoswali kwa unyenyekevu, kila dhambi unayoiacha kwa ajili yake, kila dua unayonguruma nayo ukiwa peke yako usiku, hivi ndivyo unavyorudi karibu na Mola wako. Na ukitaka kujua nafasi yako mbele ya Allah tazama nafasi yake moyoni mwako leo. Chukua sekunde chache, pumzika, fikiria. Je, moyo wako unatembea kuelekea Allah au kinyume chake? Maisha haya ni mafupi, lakini rehma za Allah ni pana. Anatosha kurekebisha yaliyopita, anatosha kukujenga upya, anatosha kukupa mwanzo mpya hata leo. Sogeza moyo wako karibu na Allah na utaona kila kitu kikirudi kwenye utulivu wake, kwa sababu hakuna aliye karibu nawe zaidi kuliko yeye. Mwisho wa safari yetu si mali, si watu, si umaarufu, ni uso wa Allah mwingi wa rehma. Kwa hiyo tafakari, umri umesonga kwa haraka, lakini bado una nafasi ya kuwa karibu na Allah kuliko wakati wowote wa wa nyuma. Chagua leo kuwa mwanzo mpya.